Karibu mtazamaji, naendelea kutazama Darubini Wikendi. Aliyekuwa mlimbwende wa gereza la wanawake la Lang'ata almaarufu Miss Lang'ata Ruth Kamen, kamande ataendelea kutumikia kifungo chake cha maisha kwa kumuua mpenziwe Farid Mohammed Halim mnamo mwaka wa 2015. Hii ni baada ya jopo la majaji saba wa mahakama ya Upeo kutupilia mbali rufaa yake ya kutaka kupunguziwa kifungo au kusikizwa tena kwa kesi dhidi yake. Kamande alitaka kutumia dhana ya mwanamke aliyedhulumiwa na mpenziwe katika utetezi wake, akidai kesi yake inaibua masuala yenye umuhimu kwa umma. Alihukumiwa mnamo mwaka 2020 kwa kumuua mpenziwe wakati huo Mohammed Halim kwa kumdunga kisu mara 25. Ni pigo kubwa kwa aliyekuwa mlimbwende wa gereza la wanawake la Lang'ata almaarufu Miss Lang'ata Ruth Kamande baada ya mahakama ya Upeo kutupilia mbali ombi lake la kutaka kupunguziwa kifungo cha mauaji. Mahakama ya Upeo iliamuru matumizi ya dhana kwamba alikuwa na dalili za kudhulumiwa na mpenzi wake katika utetezi wake haikutolewa awali wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo katika mahakama kuu, wala katika mahakama ya rufaa, licha ya dhana hiyo kutambuliwa katika mifumo ya kisheria humu nchini tangu miaka ya mia moja mia kenda na sabini. It is

Zaidi ya majaji saba wakiongozwa na rais wa mahakama ya upeo Martha Koome walibaini kuwa ushahidi wa Kamande uliashiria uhusiano mwema wa kimapenzi na Halim, pasi na kuwepo kwa ushahidi wa wazi kuhusu dhulma ambao ungepiga jeki matumizi ya dhana kwamba alikuwa na dalili za kudhulumiwa na mpenzi wake katika utetezi wake. So she can't benefit. Kamande alikuwa amefika kwenye mahakama ya upeo baada ya mahakama ya rufaa kuzingatia kifungo chake cha maisha. Uamuzi wa mahakama ya upeo sasa una maana kwamba Kamande ataendelea kutumikia kifungo cha maisha na kuhitimisha juhudi zake za kupunguziwa kifungo au kusikilizwa tena kwa kesi dhidi yake. Ruth Wamboi, Darubini Wikendi.